Niko hapa na mwanamichezo mama ambaye kiukweli aliweza kujiwezesha yeye mwenyewe na mpaka sasa hivi yuko katika timu moja kwa moja. Hapa nitakupa nafasi kwa ajili ya kumsikiliza na kwanza kabisa aweze kujitambulisha kwa majina yake. Anaitwa Asha Baraka. Nimekuja kwenye tamasha hili kilele cha wanawake duniani na nikiongoza timu ya Simba wanawake Simba Queens. Na tumemaliza ligi vizuri, tumefanya vizuri sasa hivi tunamshukuru sana rais wetu, tunashukuru kinamama wote, tunashukuru mkoa wa Arusha. E, kilele chetu kama wanawake tumekifanya vizuri na imekuwa mfano mfano kwa miaka ya nyuma na miaka mingine ya mbele, zaidi tutafanya vizuri zaidi. Kumekuwa na dhana kwamba mtoto wa kike akijihusisha katika masuala mazima ya uchezaji wa mpira ni muhuni. Kama mwanamke hili unalizungumziaje? Hapana, nataka tu kuambia wanawake kwamba mchezo wa mpira wa miguu kwa wanawake ni ajira, na ndio maana unaona katika hizi timu zote zina wachezaji wa kigeni ambao wametoka nchi zingine. Kwa hiyo tunachotakiwa kuwahamasisha Watanzania watoto wa kitanzania pia waingie kwenye mpira wa mguu kwa sababu ni ajira ambayo nayo serikali inapigania kwamba kila Mtanzania aweze kupata ajira yake. Kwa kauli mbiu ya mwaka huu neno usawa lipo pia, usawa upi kati ya watoto wa kike katika Usawa wanawake, usawa wanawake na wasichana ishirini na wasichana 2025, kuimarisha haki na usawa na uwekezaji. Kwa hiyo tuendelee na kauli mbiu hiyo kwa wanawake wote, lakini tukiutazama sasa usawa huu kwa watoto wa kike katika michezo, huko sawa kweli? Tunakwenda, e, tunakwenda tunakwenda, tutafikia, na ndio maana kauli mbiu hiyo kwamba tuende nayo sambamba ili tuweze kufanikiwa. Labda unadhani nini tunaweza tukakifanya, tukawa na kizazi hiki tukatengeneza tuka wasichana wengi zaidi wakaingia katika soka kujimarisha nakuwa na matamasha tofa to, mbalimbali mabonanza na nini na michezo yaanzie mashuleni kama zamani. Kwa hiyo tutasonga mbele, nikushukuru sana asante sana.